Karibu sehemu ya saba ya simulizi ya safari ya Musa, lakini kwanza bonyeza subscribe kwenye simulizi za Biblia ili usikose hatua yoyote ya safari hii ya kiroho. Vita dhidi ya Ai, siri ya kushindwa na ushindi uliochelewa. Baada ya ushindi mkubwa wa Yeriko, jiji lililoanguka kwa sauti ya parapanda Israeli ilikuwa imejaa nguvu, ujasiri na imani kuwa hakuna taifa lingewazuia, lakini katika kilele cha ushindi kulijificha udhaifu ulioweza kuangusha taifa lote: kutotii amri za Mungu. Yeriko lilikuwa jiji la kwanza la vita ya Kanaani, na Bwana alitoa agizo moja: msiingize kitu chochote kilichowekwa wakfu kwa Bwana. Lakini kijana mmoja wa kabila la Yuda Akani mwana wa Karmi alikuwa na tamaa ya dhahabu na mavazi ya kifahari. Kitendo chake kidogo ambacho kingeonekana kama kosa la mtu mmoja kingeleta msiba mzima kwa taifa. Hii ndiyo simulizi nzito ya Ai, kushindwa, machozi, hukumu, utakaso na hatimaye ushindi wa miujiza. Jeshi la Israeli linalia, kwa nini tumeshindwa? Israeli walipofika mbele ya mji mdogo wa Ai, wachunguzi walirudi kwa Yoshua na kusema, Ai ni mji mdogo, usitumie jeshi lote, tuma watu elfu mbili au tatu tu. Israeli walikuwa bado katika hamasa ya Yeriko. Hakuna aliyefunga, hakuna aliyeomba, hakuna aliyeuliza Bwana. Walijiamini kupita kiasi, kushambulia bila Mungu. Jeshi dogo lilitumwa lakini badala ya kupata ushindi kama Yeriko, Israeli walipigwa wakikimbizwa, na watu 36 waliuawa. Hapo ndiyo taifa lote lilitetemeka. Yoshua alirarua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele za sanduku la agano na kuuliza e Bwana, kwa nini umetupitisha Yordani ili kutuangamiza hapa? Ndipo Mungu alimjibu kwa ukali, Israeli wamefanya dhambi hawataweza kusimama mbele ya adui zao mpaka waondoe kilicho kimelaaniwa. Kosa la mtu mmoja Akani likawa mzigo wa taifa. Siri ya dhambi yafichuka na kuanza uchunguzi wa kabila hadi kaya. Siku iliyofuata mkusanyiko mkuu uliitishwa, makabila yakapita mbele za Mungu na kabila la Yuda likachaguliwa. Ndani yake jamaa ya Zerah ikachaguliwa ndani ya jamaa kaya ya Karmi ikachaguliwa. Hatimaye Akani akaangukia. Yoshua akamwambia, mwanangu, mpe Bwana utukufu, sema umefanya nini? Akani akaungama kwa sauti ndogo, niliona joho la Babeli lenye thamani, vipande vya fedha na dhahabu, nikavitamani, nikavichukua. Vimefukiwa ardhini ndani ya hema langu. Dhambi ilikuwa nzito kuliko joho lenyewe. Adhabu ya Akani. Akani, familia yake na mali zake walipelekwa kwenye bonde la Akori. Israeli walimpiga kwa mawe na moto ukawateketeza. Jiwe kubwa likawekwa juu yake kuwa ukumbusho, kwamba ushindi haupatikani bila utakatifu. Baada ya hapo, Mungu akamwambia Yoshua, usiogope Chukua jeshi lote, nitaweka Ai mikononi mwako. Baada ya utakaso, Mungu alimpa Yoshua mkakati wa kipekee. Muhtasari wa mpango: jeshi la kwanza lichukue nafasi mbele ya mji, jeshi la pili la wapiganaji elfu thelathini lifanye mtego nyuma ya mji, Yoshua na jeshi la mbele wajifanye wanakimbia kama walivyoshindwa awali watu wa Ai wakifungulia malango na kukimbia kuwafata, mji unabaki mtupu. Jeshi la nyuma lichukue mji na kuuchoma moto, jeshi la mbele lirudi na kukamata adui katikati. Mpango wa kijeshi wa kiwango cha juu uliojaa hekima ya Mungu, si uhodari wa Israeli. Vita wa Ai ulikuwa ni mtego wa kijeshi wa karne. Usiku mzito ulianguka juu ya kambi ya Israeli wapiganaji elfu thelathini walienda kimya kimya nyuma ya mji wa Ai na kujificha milimani. Asubuhi ya vita, wakati jua linapaa, Yoshua na, na jeshi lake walijitokeza mbele ya lango la Ai. Mfalme wa Ai akiona Israeli wale wale aliowakimbiza hapo mwanzo alijaa kiburi. Hakuomba, hakujiandaa, akafungua malango yote na kutoa wanajeshi wote wawafate. Israeli wakaanza kukimbia wakijifanya waoga kama kwanza. Huu ulikuwa mtego. Moto wawaka mjini Ai. Punde watu wa Ai walikimbia nje kabisa. Yoshua akainua mkuki wake juu ishara kwa jeshi lililojificha. Wale waliokuwa milimani wakaingia mjini wakakamata lango lililowachwa wazi na kuuchoma moto. Mfalme wa Ai alipogeuka na kuona moshi ukipaa angani, moyo wake ukayeyuka kama nea. Hapo Israeli wa mbele wakaacha kukimbia, wakageuka na jeshi liliokuwa nyuma likafunga njia ya kurudi. Watu wa Ai walipigwa pande zote. Jiji lote la Ai liliharibiwa kama hukumu ya Mungu juu ya uovu wake. Mfalme wa Ai aliuawa na kusulubishwa kwenye mti hadi jioni, kisha akatupwa kwenye mlango wa mji na kufunikwa kwa mawe. Tofauti na Yeriko, katika Yeriko vitu vyote vilikuwa vya Bwana, lakini katika Ai Mungu aliwaambia mareo, haya ni kwa ajili yenu, mnaweza kuchukua nyara. Ni kana kwamba Mungu alisema, kama mungetii msingehitaji kuiba baada ya vita ya Ai, Yoshua alisimamisha madhabahu katika mlima wa Ebali na kusoma sheria yote ya Musa mbele za taifa. Kwa mara ya kwanza, Israeli walitambua kuwa ushindi haupatikani kwa nguvu, wala kwa ujanja, wala kwa idadi ya wanajeshi, bali kwa kufuata sauti ya Bwana. Hapa simulizi linatuonyesha vita vinaweza kuharibika kwa kosa la mmoja. Taifa linaweza kushindwa si kwa sababu ya adui mkubwa, bali kwa dhambi iliyofichika. Mungu huchelewa ushindi ili kuwafundisha utakatifu. Ushindi wa Ai ni mfano wa kurejea kwa neema baada ya toba. Kama simulizi imekugusa, bonyeza like na kusubscribe kwenye Simulizi za Biblia. Tukutane kwenye sehemu ya saba ya simulizi hii ya safari ya Musa na wana wa Israeli.